Leo ni siku ya Ijumaa, na Ijumaa, Mwenyezi Mungu ametuwekea, tumefaradhishiwa hii kuwaidhiwa, kupewa mawaidha, kwa sababu mawaidha ni sehemu ya nyenzo za kuilea nafsi, na mtihani mkubwa ambao Mwenyezi Mungu katupa, ulezi mkubwa aliotupa Mwenyezi Mungu ni nafsi zetu na ndio maana akatwambia kwamba ikiharibika nafsi basi umeharibikiwa, ikitengenea nafsi basi ujue kwamba na wewe umetengenekewa, kwa sababu ndio chanzo cha mafanikio na ndio itakuwa chanzo pia cha kuharibikiwa. Vile vile akatwambia kad aflaha manzaka wakadhaba mandasa, ndio hukumu yake Mwenyezi Mungu. Sasa katupa na nyenzo za kutusaidia kuilea hii nafsi isituharibikie, ili na sisi tukaharibikiwa. Na miongoni mwa nyenzo hiyo ni hizi ambazo tumepewa hii leo. Kwangu mimi, ndugu zangu, naondoka hapa leo nikiwa nimepata zawadi nzuri. Naondoka hapa nikiwa na furaha kwamba nimekuja kusali na wenzangu, nimepata darsa zuri, na pale tunapokuwa na matatizo, wapi pa kutawakal. Na huu ndio utukufu wa dini yetu. Wenzetu wanaharibikiwa, wanaingia kwenye matatizo, lakini hawapati hili la kuja kukumbushwa na kwa sababu wengine hawana cha kukumbushiwa, kwamba ukiingia kwenye mitihani, ukiingia kwenye matatizo, basi rudi kwa yule ambaye unaweza kumshtakia na asikimwe kwa kushtakiwa. Unaweza kumwomba na anakutaka wewe, anakuhimiza wewe umuombe, na unaweza kumwomba asishindwe kukupa lolote katika ambalo utamuomba makubwa na haya, mwenyewe Mwenyezi Mungu katufundisha. Kwa hivyo kwangu mimi hili jambo kubwa sana, na ndio maana sitaki nitoe na mimi hutuba ya tatu, kwa sababu tusije tukayasahau haya mazuri ambayo khatibu hapa katu katukumbusha. Lakini niseme mambo mawili tu kuhusiana na haya ambayo yalizungumzwa hapa na khatibu. La kwanza ni ili nilotangulia kusema kwamba sisi Mwenyezi Mungu kwa kuwa Waislamu, Uislamu jamani, ni neema kubwa sana. Ni neema kubwa sana kwa sababu Uislamu ni utukufu. Uislamu ndio hasa Mwenyezi Mungu akusudia, ndio ujenge ubinadamu na hili katupa, huku akitupa na mwongozo, katupa kitabu ambacho ni kitabu bora kuliko vitabu vyote, uwe ni mwongozo wetu, kitabu ambacho kimejaa kila, hamna ambacho hakimo. Kwa kupitia kitabu hichi, Mwenyezi Mungu katupa ya kisasa ambayo hakuna hata binadamu mwenyewe eh, yalikuwa yanamtanza Mwenyezi Mungu katueleza ya kisasa yaliyokuwa mengine hata hayajavumbuliwa na mpaka leo hayajulikani, lakini katueleza kwenye kitabu hichi. Lakini kwa kupitia neema yake hii ya Kurani ambayo ndio mwongozo wetu, Mwenyezi Mungu katupa elimu kubwa ya wengine waliotangulia ambao wenzetu hawakuyapata katupa jinsi alivyowajaribu viumbe wake, jinsi alivyoleta mitume na wakam, aliwaletea nao wakawapinga mpaka wakawapiga wengine wakawaua. Katueleza jinsi gani viumbe wake mbalimbali alivyowatia kwenye mitihani na kiwango ambacho walisubiri mitihani hiyo. Kuna mifano mingi sana lakini walisubiri kwa kutawakali kwake. Kwa hivyo sisi, tuna mwongozo kama alivyotuambia khatibu hapa, mwongozo wetu ni kwamba tunapogia kwenye mtihani, tunapoingia kwenye mitihani, basi tumeshafunzwa kwamba kuna wenzenu waliingia kwenye mitihani, nyinyi hata ham haikaribiani na, na hiyo lakini bado wakasubiri na wakatawakali kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akawafungua. Hili ni jambo kubwa sana, lakini kubwa kuliko lote ni kwamba kwa kupitia Kurani yake tukufu, na bahati nzuri akatupa na mwalimu bora kabisa wa kutufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katufundisha umuhimu wa kwamba katutaka sisi tuwe bora, katuletea Uislamu ili tuwe bora. Na ubora wa Uislamu au ubora wa Waislamu ni kwamba linapotokea baya, basi wanawaidhiana, wanakatazana, wananyosha, wananyoshana ndio msingi wa Uislamu, ndio ubora wa Uislamu, ndio ubora wa umma huu wa mtume wetu. Ubora wake upo, linapotokea mwenzenu kafanya baya, basi ubora wetu ni katika ile kumuwaidhi, kumuonesha hivi sivyo. Sasa mnapokuwa hamna hilo nyinyi wenyewe ndio mjiwe mjiambie kwamba mm -mm, huku nakopotea unakokwenda siko. Sasa, moja katika neema kubwa ambayo Mwenyezi Mungu katupa katika nchi yetu ni kwamba wengi katika nchi yetu ni Waislamu. Unaweza ukasema hii nchi ya Waislamu, tusilione aibu hilo, maana ndio ukweli. Mnapokuwa leo asilimia 98 99 ni Waislamu. Kuna mchele usiokuwa na chua eh, wengine hauitwi mchele, unaitwa chua waliobakia. Lakini utasema nchi hii neema yake ni kwamba ni ya Waislamu, la kujiuliza tu kwamba sisi wenyewe tunafanana na huo uislamu hasa hapa tulipo, na huku tunakoelekea, na huku tunakoelekezwa. Hili ndio jambo la kulizingatia, kwa sababu kama hatukusimama kwenye huo uislamu wenyewe, haya aliotwambia khatibu atakuwa hana maana, kwa sababu ukipotea kwenye uislamu, hutarudi tena kutaka kwa Mwenyezi Mungu utarudi utaona wewe mwenye nguvu ni mwenye madaraka. Mwenye nguvu utaona ni mwenye cheo. Mwenye nguvu utaona ni mwenye nguvu, utaona kwamba ni Mwenyezi Mungu. Mkifika pahala ambapo mkausahau Uislamu, yatatokea mabaya. Badala ya kukatazana, watatokea wengine watayahalalisha. Sasa mimi nilisema seme hili kwa sababu naiona kwamba sasa maradhi hayo yanatuingia nchi yetu, eh? yanaingia kwenye nchi yetu, linatokea baya tena, walio tuliotarajia kwamba ni viongozi wa dini ya Kiislamu, badala ya kusema jamani, hili baya, japo kalifanya mwenzetu, lakini unakuta hamkani katika kulionesha kwamba eh, kulihalalisha na kulipamba lile baya ambalo limetokea, kutaka kulihalalisha na kumuona mbaya anayesema, jamani, hili kafanya mwenzetu, lakini hili, eh, hili baya au sivyo? Kwamba hili ni baya japo kama kafanya mwenzetu, lakini hili baya silo. Mwenyezi Mungu katufundisha, katupa mifano mingi. Eh, ahli sabti, watu wa sabti waliofika pahala baadhi yao wakageuzwa kuwa nyani. Si kwamba kila mmoja katika waliokuwa nyani, si kwa sababu walikuwa na wao walikwenda kukaidi amri ya Mwenyezi Mungu, wakenda wakavua siku waliokatazwa kuvua. Lakini miongoni mwao ni kwa sababu hawakuliona baya lile ambalo wenzao walilifanya la kukaidi amri ya Mwenyezi Mungu kwa ujanja, hawakukataza na sio tu kwamba hakukataza, lakini hata kwenye mioyo yao wao hakuliona wakaona, ah, hao jamaa wameshakuwa smart. Wao badala wasi, tumekatazwa Jumamosi kwenda kuvua, wao Jumaa ndio wanakwenda kutia nyavu tuenda kuvua Jumapili. Sasa Mwenyezi Mungu mnamfanyia ujanja. Kosa lao lilikuwa wengine, si kwamba kila mtu alifanya yale, lakini tunaambiwa miongoni mwao ni wale ambao hawakulikataza lile la kumfanyia ujanja, kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu wa ujanja. Sasa na mimi naliona hili linakuja huku kwetu pia. Sasa nchi yetu tumefika pahala, ukitaka kuhalalisha haramu litie kwenye siasa. Ukitaka kuhalalisha kuua wewe litie kwenye siasa, utaua na utaambiwa halali na utapata watetezi Waislamu hao. Ukitaka kudhulumu litie kwenye siasa, utadhulumu na utapata watetezi wa dhulma ukitaka kusema uongo litie kwenye siasa, utapata watu watetezi wa uongo wako. Ukitaka kughushi ghushi kwenye litie kwenye siasa, utapata watetezi wa kutetea ghushi yako. Jamani, Uislamu ni dhima, Uislamu ni utukufu. mimi niwaombe sana ndugu zangu, tunakopelekwa tukatae, tunakopelekwa tukatae. Kama Waislamu tusitetee rushi, tusitetee dhulma, tusitetee kuua watu tusi, kwa sababu tu kumetiwa kwenye siasa, huko ni kubaya, huko ni kukupamba sawa sawa na walivyopamba wale watu alowaonya mabii Ayubu, watu wa Sabti ndio maafa yaliwafika kwa sababu hiyo. Leo tumefika pahala nchi hii Waislamu wa, wa tunafanya jambo dogo la uchaguzi tu tunafika kuuana. Sasa tukishakuwa Waislamu sisi wajibu wetu sisi twende tukawanyooshe wengine. Nilikuwa nawambia watu wiki iliyopita kule Kinuni kwamba katika hii dunia leo tuna watu idadi ya watu karibu bilioni nane na kidogo. Katika bilioni nane wale waislamu ni bilioni mbili tu. Kwa hivyo waislamu tuna kazi ya kuupeleka uislamu kwa hawa bilioni sita ambao si waislamu. Eh, dunia leleo kuna wakristo bilioni mbili na milioni mia nne kuna wahindu bilioni moja na milioni mia moja kuna mabudha karibu milioni mia tano na wengineo mbalimbali. Hawa ni wajibu wetu sisi kuwapelekea huu Uislamu. Lakini unampelekea Uislamu vipi, we Muislamu ambaye unafanya jambo dogo tu la uchaguzi tu, kutafuta nani wawaongoze katika nchi yetu, lakini huyu ambaye si Muislamu wake yeye anaufanya kwa uadilifu, kwa uwazi, kwa uhalali na anasema jamani, watu walimchagua. Ni huyu huyu, hawakumchagua. Ndio ilivyo wenzetu umbo, Zambia, Malawi, Boswana, Lesoto, Afrika ya Kusini, Mauritius nikisiwa kama sisi wengi ni Mabudha na Wahindu, lakini wamefanya chaguzi Eh, aliyekuwa chama tawala hakupata hata kiti kimoja, akashindwa katika viti sitini, hakupata hata kimoja. Katika majimbo ishirini hakupata hata kimoja, na hakufanya rushi wala hakufanya dhulma. Akasema mie nimeshindwa kweli, akamwachia aliye aliyeshinda yeye yeah, akagaiwa alichotaka kugaibu. Sasa hawa leo, unatoka wewe muislamu wa Zanzibar, wenda kuwafundisha wapi? Kuwa unaanza wapi kuwafundisha Uislamu wakati jambo dogo wao wamelifanya kwa uadilifu, kwa uwazi, kwa haki. Wewe unaanza kwenda kuanzia wapi? Tunachosema kwamba tuna wajibu, Uislamu wetu uonekane kwenye vitendo vyetu. Nchi hii lipaswa iwe mfano katika kila jambo. Unapokuwa na kiongozi ni muislamu watu waseme alhamdulillah, sasa tumepata kiongozi muislamu, mambo yatanyooka. Isiwe sisi alama yetu kwamba sasa kaja kiongozi muislamu, hawa wana visa. Hawa tutakuwa tunaudhalilisha Uislamu na uislamu wetu utakuwa hauna faida, hauna tija. Kwa mimi nashukuru kwamba alhamdulillah tumewaidhiwa hapa eh. Na mimi naomba tushikane na hayo kwamba tuliopita ni mitihani, Mwenyezi Mungu katuletea. Eh, tutawakali kwake, kwanza haki isimame, lakini tutawakali, tutawakali kwake kwamba tusikubali, na Mwenyezi Mungu atusaidie tusiingie huko kizani tunakopelekwa, tusipelekwe huko, tusikubali na kila mmoja wetu ana wajibu katika hilo. Lakini la pili nimalizie, sisi baada ya mitihani yote hii tulikuja, tulipita sehemu mbalimbali, tukawaambia ndugu zetu, sisi tumechagua kutafuta suluhisho yaliyopita kwa njia ya amani, kwa njia ya hekima. Najua wengi mnakaa mnasubiri, jamani, mbona kimya mbona eh, hatusikii kitu. Kuna wengine wakitaka kuchokoza wanatunga yao eh, ili mpate tu mseme eh, lakini ndio wewe unaambiwa, ukikabidhiwa upishi huwezi kwamba kila ukishakupika ukishakutia chumvi unakuja unamwambia, bwana tayari nishatia chumvi au sivyo? Sasa hivi wengine ushakwenda kutia bizari Urudi ndio ukaseme, kwanza, jamani, shati ya bizari huko jikoni eh? si unasubiri upishi angalau ufike pahala kwamba, kwa jamani, saa hizi tushapambia au vipi? Ndio jiwaambie, jamani, astahimilini kwa sababu sasa tusha pambia. Mimi nataka niseme tu sisi mlotukabidhi kazi hii, nami mimi niwashukuru kwa subira yenu, kwa ustahimilivu wenu, lakini kikubwa niwashukuru